wako Yesu afunguliwe, afunguliwe wako Yesu afunguliwe wako Yesu afunguliwe, achilia Bwana uzima na afya, akaanza kufunguliwa Apokee uponyaji apokee uponyaji, ni wakati wako Yesu, ni wakati wako Yesu, akaanza kufunguliwa akaanza kufunguliwa, hizo nyama hizo nyama alizolishwa hizo nyama alizolishwa, alizo zikaanza kutapikwa zikaanza kutapikwa, atilie uzima atilie uhai atilie uhai atilie uhai atilie uhai atilie uhai atilie uhai katika jina la Yesu. Ee Bwana, achilia kufunguliwa, akapone mama huyu, akapone mzee huyo, akapone kijana huyu. Ni wakati wako Yesu, ni wakati wako Yesu. Hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti ikaanze Iyo kumachilia, ikaanze kumachilia, katika jina la Yesu.